Sababu e, utamaduni ni kitu ambacho kinafanya performance ya taasisi moja inakuwa tofauti na taasisi nyingine, na nimesema kwa lugha rahisi kabisa, utamaduni ni nini? Utamaduni ni matendo yale, matendo madogo madogo ya pili, ambavyo watu kwenye taasisi fulani wanavyotenda, wanavyopokea watu, wanavyoandaa procedure zao, wanavyoproduce ripoti zao za kazi, wanavyojibu wateja wao, wanavyowasikiliza, wanavyofanya diagnosis, wanavyotunza uh, teknolojia zao wanavyoheshimiana wanavyokuwa wana, wana, wana, wana, wanavyo encourage wanavyojengana, na kadhalika na kadhalika so, nimetoa mifano mingi na kuonyesha kwamba eh, watu taasisi nyingi unakuta zina mission statements na nini, lakini hiyo sio utamaduni. The behavior ya kila siku huo ndio utamaduni. So kama viongozi wanawajibu wana wajibu kuhakikisha kwamba wanaujenga utamaduni, wanaulinda, wanauangalia kama unataka kuharibika, wanautunza na hawa viongozi leo waliopo kesho watakuwa wapo, lakini wanaweza kaacha nyuma utamaduni ambao wengine wanaokuja wataurisi na performance itaendelea wata kuwa kiwango kile kile. Madhumuni ya mafunzo haya ni kuwajengea uwezo uh, viongozi wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete. Kama mnavyofahamu taasisi yetu ya moyo ya Jakaya Kikwete ni taasisi ambayo, eh, ni bora Afrika Mashariki na Kati, lakini eh, hamu yetu ni kuwa taasisi bora ya tiba na magonjwa ya moyo hapa duniani kote. Kwa hiyo ili tuweze kufikia huko lazima viongozi wapate eh, haya mafunzo, na tunataka kutengeneza utamaduni ambao huo utamaduni utatusababisha tuweze kufika na kuwa taasisi bora ya magonjwa ya tiba ya moyo na upasuaji wa moyo. Kwa hiyo leo, uh, watu wetu watakwenda kufundishwa hasa katika masuala ya ya utaifa kujenga utaifa, lakini jinsi ya kuweza kufanya kazi kwa bidii na katika kuwahudumia wagonjwa kwa, kwa weledi na kutoa huduma ambayo itawasaidia wananchi popote walipo, lakini vilevile na watu wanaotoka nje ya nchi kupata huduma katika taasisi yetu. Kwa hiyo viongozi watapitia aa, haya mafunzo mbalimbali ambayo watayapata na masu mafunzo haya yatatolewa na viongozi mbalimbali wakiwemo mabalozi lakini wakuu mbali mbali sana, kwa, kwa, kwa wa taasisi mbalimbali ambazo zimefanya vizuri sana, watatoa elimu kwa viongozi wa Jakaya Kikwete. Kwa hiyo matarajio yetu ni kwamba baada ya haya mafunzo tutakuwa tumeimarika na tutakuwa na utamaduni ambao, huu utamaduni utashuka mpaka mtu wa chini, kuanzia wale watu wa customer care, walinzi lakini madaktari manesi technician, tunataka tuwe na utamaduni mmoja katika kumuhudumia mtu anayekuja taasisi ya Moyo, na utamaduni huu tutaendelea kuulinda kwa miaka nenda rudi, ili yeyote atakayekuja kutibua taasisi ya Moyo anakuta na anabaki na utamaduni huu mmoja. Ut sisi kama viongozi uh, kuna vitu muhimu sana ambavyo ili tuweze kufanikiwa uh, hasa katika taasisi ya Moyo ni lazima kuwa na timu bila kuwa na timu ambayo iko strong, ambayo inaweza kufanya kazi kwa pamoja, hatutaweza kufanikiwa. Na kama taasisi ya moyo tumeweza kuwa na timu ambayo ni timu imara, timu yenye nguvu, ambayo imeweza kuwa ikifanya kazi kwa bidii na kuonyesha matokeo makubwa. Kwa hiyo, katika mafunzo haya kama viongozi, tunaenda kujifunza jinsi gani ya kuendelea kujenga hizi timu, timu zenye nguvu, ili tuweze kuendelea kuwa na sustainable taasisi ambayo inaweza kuendelea kutoa huduma za kibingwa za magonjwa ya moyo, lakini zaidi ya yote kuwa na viongozi ambao wanaweza kuacha kizazi kingine ambacho kinaweza kuendeleza ndoto uh, uh, vision na mission ya taasisi ya moyo. Katika muda huu mfupi tunajifunza vilevile diplomasia, diplomasia pamoja na protokali mbalimbali ya sisi kama viongozi wa taasisi, wa sisi kama eh, Watanzania, ya sisi kama viongozi wa sehemu mbalimbali ambazo tunaziongoza katika nchi hii ili kuweza kuifanya hiyo kama chachu ya, ya kuleta maendeleo kwenye maeneo yetu ya kazi. E, tunapotumia tunapounganisha hivi vitu vyote wakufunzi wote wamekuwa pamoja na sisi hapa kuweza kuelezea vilevile utamaduni wetu, jinsi gani tunaweza kuongoza watu kwa kufata utamaduni ambao tulionao kwa kutumia utamaduni wetu asilia na, uh, na kublend na utamaduni mbalimbali ambazo zinafanana za nchi mbalimbali pamoja na mataifa mbalimbali yanayotoka sehemu mbalimbali, kwa sababu sisi kama taasisi ya Jakaya Kikwete ya moyo tunahudumia wateja wa background tofauti. Wateja wengine wanatoka nje ya nchi, wateja wengine wanatoka nchini. Kwa hiyo kufahamu kacha, yani, tamaduni za nchi mbalimbali ni sehemu vilevile ya eneo kubwa ambalo leo tumejifunza ili tuweze kuwahudumia wateja wetu ipasavyo na mafunzo haya manufaa yake ni makubwa sana kwenye taasisi yetu. Tunapotoka hapa, tutatoka na majumuisho ya uongozi mzima wa jinsi ya kuweza kuongoza katika taasisi zetu za afya <totipa>